Baba Askofu, familia ya mzee Mtei na watanzania wenzetu wote mliofika hapa, tumsifu Yesu Kristo. amina. Familia ya mzee Mtei, kwanza pokeeni salamu za mwenyekiti wetu mheshimiwa Tundu Lisu ambaye yuko gerezani kwa sababu wote tunazozijua kwamba ni za uongo. Ameandika ujumbe mrefu, tutauposti na tutakabidhi kwa familia, kwa tuna tunaleta salamu za pole kutoka kwa mheshimiwa Tundu Lissu na chama chetu. Sisi tumefiwa, tumefiwa na mwasisi wa chama chetu mzee Mtei ambaye amejenga taasisi hii ambayo imekuwa chama kikuu nchini Tanzania, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu Tanzania. Sisi kwetu tumepoteza mtu wa muhimu sana. Kila mtu aliyekuja kuzungumza hapa, na namshukuru kaka yangu Zito Kabwe amezungumza vizuri sana kuhusu msimamo na baba askofu wa, wa mzee Mtei. Kwa, kwa wale mnaotuona sisi CHADEMA na misimamo yetu ni kwa sababu ya DNA vina saba vya muasisi wa chama chetu. <laughs> DNA yetu sio, sio kufitin, kwamba jambo lifanyike rahovyo, sisi tutafute njia ya kufitin. Sisi hatuko hapo. Mzee Mtei aliacha uwaziri, mimi nimekuwa mbunge, najua waziri wa fedha kwa sababu ametofautiana na rais. Na sasa hivi, Baba Askofu, ingekuwa hatari kwa sababu angeweza kupotea au lolote lingempata. Aliacha uwaziri. Nani anaweza kuacha uwaziri leo? Sana sana utakachofanya, rais anataka tuende hivi eh. Utaalamu wangu hauniambii tuende hivi, lakini ngoje niende hivi, ni fit in pale anapotaka, ili twende mbele. Kwa huyu ni mtu ambaye ametujengea taasisi ambayo e, ni ya mfano, na sisi tunamkumbuka sana na tutamkumbuka. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wetu wote waliotoka nchi nzima, mikoa yote, wako hapa. Mwenyekiti Mbowe, nataka nikuhakikishie kwamba wanachama wetu wamekuja kwa mamia kwa maelfu, viongozi nchi nzima, pamoja na mateso wanayopitia. Kwa sababu nime, nimeona hapa watu wanasema tutofautiane kwa sera. Sasa hivi ukitofautiana kwa hoja ndio unapotea, watu wanapotea na hawaonekani. Sio mzaha. Kwa sababu baba, tumefuata kile ulicho kufuata hatukosei chochote, tunapotezwa kwa sababu tumekuwa wafuasi wa misimamo yako. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu akupokee. Nataka kuwahakikishia Watanzania na WanaCHADEMA nchi nzima, chama chetu hakita yumba hata tone kutoka kwenye msimamo aliyoianzisha mzee huyu: kupigania haki za watu, kupigania uchumi shirikishi na kusema ukweli daima. Mwenyezi Mungu atubariki, asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Mzee wetu uende kwa amani ya Bwana. Asanteni wa Tanzania, asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Hawa viongozi wangu wa chama chetu wana maumivu. Magerezani wamejaa viongozi ambao wanastahili kuungana na Watanzania wenzao kuyaona matunda ya nchi yao. Njia bora kuliko zote za kuleta maendeleo katika nchi yetu, rejesheni kwanza uhuru wa watu, furaha ya watu, haki za watu, na muukiri ukweli pale ambako serikali imekosea, isione aibu kusema tulikosea hapa, turekebishe. Nina hakika hata viongozi wa chama changu watakuwa tayari kuwasikiliza, ili tuitafute kesho iliyo bora katika nchi yetu. Tunataka taifa hili liwe na furaha, na viongozi wa Chadema viongozi wa vyama vingine vya siasa. Sisi ni viongozi wa staafu, tulianza chama hiki na Mzee Mtei. Hii misingi tumeijenga kwa gharama kubwa na maumivu makubwa, na chama hiki kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tukitambua kwamba pale pawepo pa, pawapo na demokrasia ya kweli, maendeleo ni inevitable, yatapatikana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maadamu wewe umesema ndio, wewe ambaye umekabidhiwa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba taifa linatengemaa, kasimameni na hili. Hiki chama ni chama kikuu, kina mamilioni ya wanachama, tengenezeni utaratibu wa makusudi wa kuyarekebisha. Na ninyi viongozi wa vyama vingine vyote vya upinzani, tafuteni namna ya kufanya kazi pamoja ili katika utaratibu huo wa kuliunganisha taifa taifa hili lisiendelee kwenda kuwa na vipande vipande vya vyama vya siasa. Tunataka taifa moja lenye misingi ya maendeleo, lenye upendo, lenye utengamano, ili hata wale ambao watakuwa katika uongozi katika maeneo mbalimbali wafanye kazi yao kwa furaha na kwa amani. Mimi nina imani kukutanishwa leo mbele ya msiba na jeneza la mzee wetu Edwin Mtei ni mpango wa Mungu na haya maneno tunayasema, msitoke serikali mkafikiri CHADEMA ni wakorofi. CHADEMA sio wakorofi. CHADEMA wameonewa, na wanapoonewa ni lazima wasimame, kwa sababu ndio tulichowafundisha katika chama hiki. Nimesema niyazungumze hayo. Mimi tangu nimestaafu sijasema mambo ya siasa au uongo, jamani. Na leo nina mwaka mmoja na siku moja tangu nimestaafu rasmi siasa na kurudi kwenye biashara. Na wengi walihoji Mbowe amesimama upande gani? o oh, Mbowe kaenda chama? Ah, ishu hapa sio vyama vya siasa, ishu ni nchi yetu. Hawa viongozi sio wakorofi, ila wanalazimishwa kuwa wakorofi. Waziri Mkuu, tafadhali upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, na Watanzania wanatusikiliza mimi nina hakika CHADEMA watakapokuwa wamejiridhisha kwamba kuna nia ya kweli upande wa pili, hawa watu wanataka tuijenge nchi. Kelele zote hizi sio kwa sababu ya ubinafsi wa madaraka, kelele zote hizi ni kwa sababu wanataka tuijenge nchi pamoja, nchi ambayo inatambua makundi yote na kuyapa makundi yote nafasi kama ambavyo inastahili kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Ndugu zangu, namalizia kwa kusema wana CHADEMA viongozi niwaite wadogo zangu wengi nchi nzima, tuitafute suluhu katika matatizo ya nchi yetu. Lakini hiyo ni ya njema ambayo mimi naomba niwaombe viongozi wa CHADEMA waisimamie. Itakuwa kweli tu pale ambapo upande wa serikali mtaonyesha dhamira ya kweli, turejeshe taifa letu kwenye mistari na reli ambako lilishafika, tukajenga nchi ya vyama vingi, bunge la vyama vingi, na nimekuwa kiongozi wa upinzani bungeni kwa miaka kumi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru umekuja, na ninawashukuru wana Chadema wote mliofika na viongozi wengine wote katika kumwenzi mzee Mtei. Ebu process, safari ya kutafuta tiba ya taifa ikaanze na ikafanyike hawa Chadema wakafanye kazi zao kama ambavyo katiba inawaruhusu, wale ambao wanastahili haki zao wakapewa haki zao kama ambazo inastahili. Walioko magerezani kwa keshi za kubumabuma, basi vilevile wakaachiwe. Hayo mkiyafanya, hayo mkiyafanya, na hakika taifa hili litaanza process ya healing. Ndugu waombolezaji, mnisamehe sana Sikutumwa na mtu yeyote niazungumze, nilitumwa nitoe shukrani za familia, lakini kama mwenyekiti mstaafu nikaona nisipokuwa mkweli na ukweli ukaniweka huru, nitakuwa Mswahili. Na sisi jenerali ameshaniambia, alishatuambia tusiwe Waswahili, kwa sababu mzee Mtei alikuwa hataki watu wa nini, watu wa Swahili. Kwa hiyo, waombolezaji wenzangu, tunapokwenda katika hatua ya mwisho ya kumlaza baba yetu, naomba mambo ya hotuba yamekwisha. Turudi tena kwenye ibada kwa pamoja wote kwa utaratibu nitakaoelezea, tukamlaze baba yetu salama. Mambo ya hotuba, mambo ya vijembe, mambo ya Kiswahili yamekuwa yameishia hapo. Sasa tunarudi kwenda kumlaza baba yetu kwenye nyumba yake ya milele. Tunaomba sasa uchaji urejee miongoni mwetu na mshikamano urejee miongoni mwetu. Sasa baba wa maaskofu